Na naamini kila mtu unachukua kisehemu cha yeye alipopita hapa. Mimi naweza nikafanya hivi, unajua rais anakuwaga mmoja tu katika kipindi kirefu. Kwa hiyo mimi na wewe tunaweza tusifike huko, lakini unachukua kile kimoja kimoja, kile si ndio? Jamani, sasa huyu mwanamke mwenzetu, mwaka huu kuna uchaguzi, na wale wa kutuambia wanawake hatupendani ndio, mwaka huu tuonyeshe wanawake tunapendana, tunapendana na tunapenda mwanamke mwenzetu, na tutawashawishi wanaume zetu, watoto wetu na kila mtu kwamba tunaenda na nani? Na Daktari Samia. Daktari Samia oyee! Na kama nilivyosema, hakuna mwanamke anaitwa shujaa bila kufanya nini? Kupigana vita. Sasa ule ushujaa unatofautiana viwango Sijasema vizuri mstafu mstaf, kwenye eneo hili lakini Biblia inaongea kuhusu Daudi alipoambiwa, yaani, kuna kawimbo fulani hivi kaliimbwa, kakaleta mtafaruku. Kwa hiyo viwango huwa vinatofautiana, kwa hivyo kiwango cha mwanamke mwenzetu huyu alichofikia ni kiwango kikubwa, hii ninayosema, maana kuna watu wanafuatilia hadithi Daudi, bwana aliua wale watu wengi kuliko Sauli na wakati huo Sauli ndo alikuwa mfalme. Kwa hiyo wale wanawake wakati wanawapokea wale mashujaa, wimbo sasa ukawa unaimbwa pale, Sauli kaua maelfu za Daudi ameua makumi elfu, yaani kamzini mfalme. Hey, iko kwenye Biblia, amjasoma amjasoma? Yes, maana kuna watu mtasema matunga. Ndio hivyo. Ndio hivyo, uliibwa na Sauli akafura, si ametumia neno ambalo silikumbuki lakini moyo wake yani ulikasirika uli kwa Daudi kuimbiwa kwamba, yani, yeye kamzidi idadi ya watu alioua, kwa hiyo maana yake Daudi si ndio shujaa jamani. Sasa huyu shujaa mwanamke mwenzetu tuone namna ya kuhakikisha anavuka kwa heshima. Wewe chama chocho, chama chocho we uwe cham chama chochote uliko we, madam ni mwanamke, hakikisha tunavusha mwanamke mwenzetu. Sasa hapa nitamani kusema CCM oyee, lakini <laughs> Kwa hiyo ni, ni waombe, hiyo vita iliyo mbele tuchukue ni vita yetu sote, na kama nilivyosema ile miaka 30 ya Beijing ambayo mwaka huu tunatafakari, tutafakari kwa sura hiyo. Tusianze na sisi, unaungana tu watu wanaanza na kweli, wanawake siku hizi e, mavazi wanayovaa. Nilitaka niwaite wale mabinti hapa afu niwapongeze walivyopendeza, maana kuna mtu anataka kwanza kujadili sketi ya mdara. Please, please, sketi ya mdara ye. Wewe una shida gani? Hey. Ah, twende kwenye uhalisia. Wewe una shida gani nayo? Eh, Ay, kama inakuletea shida angalia upande mwingine. Ah, yaani wadada, Yes. <laughs> Wadada tuliopendeza na nguo zetu fupi. Ah, sasa Jamani hatujaja kanisani wala sio msikitini. Usije ukaenda na nguo ina bana msikitini utakuwa unakosa heshima. Usije ukaenda na nguo fupi kanisani umekaa inaonekana mbele itakuwa sio heshima. Hapa tumekuja kwenye sherehe. Wewe unaye kuazika na nguo fupi una shida gani? Kina mama wewe, oh, yes, hayo umependeza sana wadada, jamani. Nimewaona mmependeza zenu. Na wewe. Tumesha yes, kubaliana jamani, la Dr. Samia si ndio? No. Ndio. Eh, sisi wengine huku tutabanana <laughs> tutabanana <laughs> tu si ndio? Yale a Mbeya hapa, wale wanaotoka hapa Mbeya jamani, hebu mikono juu.